Mtupo mmoja wa mwanaume, chakula cha mwezi mzima. Leo nimekuandalia somo fupi, lakini lenye uzito mkubwa sana. Kwa nini mara nyingi nasema mbegu za mwanaume ni hazina iliyostirika, a hidden treasure? Ni kwa sababu mwanaume katika maisha yake yote ya kuishi anazalisha lita saba na nusu tu za simen ama mbegu, yani kile kimiminika anachotoa mwanaume. lita saba nukta tano kwa maisha yake yote yanayokadiriwa ya kuwa miaka sabini na mitano na unajua gharama ya kuzalisha hii. Mwanaume pia anakadiriwa kula kilo sabini na moja elfu na mia moja sabini na tano za chakula maisha yake yote. Nakumbuka si kila aina ya chakula unachokula inaweza kutengeneza mbegu. Kumbuka, the choicest blood, ile damu grade 1, na hapo utakubaliana na mimi sasa. Reference nimetoa hapo chini, unaweza ukaiangalia, unaweza ukapitia, tafuta kitabu hicho kitaweza kukusaidia sana. Kumbuka, mbegu ya mwanaume inatengenezwa kwa chakula kile ambacho ni grade ya kwanza, na tunapozungumzia mbegu za mwanaume tunazungumzia kitu ambacho kinaweza kutengeneza uhai wa kiumbe kingine ama mtoto. Kwa hivyo, ndiyo maana kuna umakini mkubwa sana ambao Mungu aliuweka katika utengenezaji wa mbegu kwenye mwili wa mwanadamu. Na ndio sasa ukifanya calculation unagundua kwamba kwa mwezi mzima mwanaume anazalisha milizi mbili nukta nane za semen. Sasa ukiendelea na calculation unagundua ya kwamba mwezi mzima wa chakula cha mwanaume unazalisha 2.8 mils. Sasa ule mtupo mmoja wa mwanaume, mtupo mmoja unatoa mbegu ambazo zinakadiriwa kuwa mils moja na robo mpaka mils tano, kumbe unagundua mtupo mmoja wa mwanaume unatumia chakula cha mwezi mzima na hapa ukigundua sasa hilo, unajua unaanza kujiuliza na kuungana na mimi ya kwamba kumbe imekupasa kuzitunza nguvu zako. Na hapa mimi huwa najaribu kuwaza hivi, unawezaje kutoa hazina yako namna hii kwa mtu ambaye humfahamu? Mwanamke unakutana naye, unamnunua usiku, unaenda kutoa nguvu zako. Mwanamke si ndugu yako, si mke wako wa ndoa, wala hufahamiani naye, unaenda kumtupia, kumwachia mbegu zako. Unaweza ukaangalia na... Gana na mimi ya kwamba umepoteza nguvu zako kwa muda mrefu sana, na sasa imetosha. Kumbuka, tupo mmoja wa mwanaume, chakula cha mwezi mzima. Mungu akusaidie sana unapoamua kutunza treasure yako, unapoamua kutunza hazina yako, hata wakati mwingine. Bye bye.